Lakini kuanzia sasa, maelekezo yangu kwa hospitali zote nchini, kuanzia hospitali hii ya taifa, hospitali za kanda, hospitali za mikoa rufaa, hospitali kule chini zinazosimamiwa na halmashauri zetu, hospitali za wilaya, hospitali za halmashauri, kwenye vituo vya afya kote nchini, maelekezo ya mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuacha mara moja kuzuia mi, ma, mili kuzuia maiti katika maeneo yao. Sitegemei baada ya leo kusikia popote nchini watu wameshindwa kwenda kuzika kwa sababu tumezuia maiti. Wekeni utaratibu ni namna gani mtaweza kurejesha fedha iliyotumika kumhudumia mgonjwa. Lakini katika eneo hili ziko taarifa nilizozisikia, ziko hospitali ambapo wagonjwa wanakaa muda mrefu bila kuhudumiwa, wengine wanasubiri upasuaji, wanasubiri huduma za upasuaji kwa muda mrefu mgonjwa anakaa miezi kumi na mbili anatumia mpaka milioni tano mpaka milioni kumi kusubiri upasuaji, hali inayompelekea kifo, na ndugu wanakasirika, sasa wanasema hatuwezi kulipa. Ninawaomba tujirekebishe katika maeneo yote ambayo kesi za namna hii nimezisikia na maeneo mengine nimearifiwa kwamba wakati mwingine inakuwa vigumu kuwapata madaktari bingwa. Kunakuwa na intern, wale madaktari wa mafunzo kwa vitendo, ambao baadhi yao si waaminifu, wamekuwa wakiomba rushwa kwa wagonjwa, wamekuwa wakiomba rushwa kwa wagonjwa, baadhi yao wasio waaminifu. Vitendo hivi na rushwa hizi wanaziomba ili wapangiwe tarehe ya karibu ya upasuaji au kupatiwa huduma. Vitendo hivi kuanzia leo sitaki kuvisikia. Pale ambapo tumewaweka madaktari kwa vitendo, tuwasimamie kuona mienendo yao pamoja na kazi nzuri wanayoifanya baadhi yao, lakini kumekuwepo na changamoto, mgonjwa anakaa miezi kumi mpaka miezi kumi na mbili hajapangiwa upasuaji kwa sababu aliomba rushwa apangiwe tarehe ya karibu. Vitendo hivi si vitendo vya Kitanzania, sitamani kuendelea kuvisikia nikisimamia sekta hii kama waziri mwenye dhamana. Kwa ni waombe eneo hili turekebishe, lakini wapo wagonjwa ambao wanasubiri vipimo, baadhi ya vipimo mashine zimeharibika na baadhi ya maeneo vipo vipimo tumenunua serikali kwa, kwa mfano pale Ocean Road, taasisi yetu ya kansa, lakini kuna mashine pale inaitwa PTE, inaitwa PTE sio PET scan hivyo hivyo, nitajua tu. <laughs> Na pengine na mimi nitakuwa daktari hivi karibuni. Mashine hii hamjaanza kuitumia, ninakuelekeza mwanze kuitumia mara moja mwanze kuitumia. Mnasubiri uzinduzi, wagonjwa wanasubiri uzinduzi wa mashine, na bahati mbaya hamuwaambii ukweli kwamba kuna mashine hapa imeharibika. Mnawaingiza kwenye, kwenye, kwenye mchakato mmoja, wakisubiri mchakato wa pili, kwa sababu mashine haijaanza kutumika. Kwa hiyo maelekezo yangu, mashine hii ianze kufanya kazi, msisubiri waziri kuja kama mnataka izunduliwe nitamwelekeza, mganga mkuu wa serikali, nenda ukaizindue, sio lazima waziri aje. Na tumeelewana vizuri, lakini pia pale MOI kuna mashine tatu zimeharibika. Huu ni mwezi wa pili, wagonjwa hawapati huduma kwa sababu mashine zimeharibika. Huu ni mwezi wa pili, wagonjwa hawapati huduma. Mna, mna makusanyo, viongozi, mnashindwa kuizinisha fedha ili mashine hizo ziende zikarekebishwe. Mnasubiri wizara ndio iwapatie fedha, na nyinyi fedha mnakusanya kule. Wagonjwa hawapati huduma kwa sababu mashine hizi zimeharibika, na viongozi mpo. Hii sio staili yangu ya uongozi, nawaambia, hata kama ni marafiki zangu. Lakini ipo mashine hapo MOI iliharibiwa na baadhi ya watumishi kwa uzembe. Katibu mkuu, taarifa ya uchunguzi niipate mezani kwangu ndani ya wiki mbili. Tumeambiwa helium ikamwagika, mashine ikaharibika na viongozi wapo. Kwa taarifa ya uchunguzi ni ione.